Ndio hata kama siku ya mita imezidi saa langu mimi mshamba eh. Auisie tumbo la mchezo mchezo, unaliona lishapigwa sana visu non? kama utumbo nini tuheshimiane, babu tumepambana, unaona tumbo naonatumbo limejaa tu tumbo lina vitu ndani non? Pigwa bonge na mshono bisu saizi mkosha kufa eh. Madokto anaangaika shamba eh. Oya babu, labda nikwambie, si tumepitia magumu mshamba, we tumepitia magumu mshamba. Waulize wauliznzio wa sasa, tumekaa hivi vyombo vimepata, tumepambana sawa, hatumshobokei mtu. kelele zetu na kujituma kwetu ndio mafanikio haya. Mimi naona mafanikio haya, kwa sababu mwaka jana tu nilikuwa nashinda steni nachukua vya watu Namsubili mtu atoke mjini anipe elfu moja. Leo niko hivi, sinaona mafanikio, namshukuru. Awa mshamba, achana na mimi, mimi si shindani kwenye maisha wewe. Eti wewe mbona uko hivyo mskuze, miaka yote unataka niwe vipi? Ushanikuta hata siku moja, hata siku moja na duka la mchele mchere? Au ushanikuta hata hata siku moja na duka, siyo na kampuni mshamba? Eti wewe mzee tumbo tumbo Oya, ufalume wewe mshamba wewe, ujivuni. Ukimwona mtu anatumbo jue mjivuni wewe, mwache ajidai baraka za mwenyezi Mungu. Mshamba mjinga, ujinga gharama. Unaona mimi mjinga hivi, ujinga, ma ujinga gharama. Narudia tena, siku zote, hata kumdharau mjinga, ujinga gharama. Paka ununue ujinga ufikie Gharama zake tayari ushazimia. Kwao tuache tulonunua ujinga. Shamba. Ndio tumbo. Hapa tumbo. Ah, tumbo offside imezidi hapa. Siku ya Square mita kumi imezidi mbele. Unasemaje? Unasemaje? Shamba tu, ujinga gharama babu. Ujinga jela. Unajua ajeranajua gharama za jela? Ndio miguu imepauka angalia miguu mibovu. Sasa mimi silikuwa mpambanaji wewe. Mimi niko nakusubiri mtu mjinga kama yule mke nichukue chako. Sasa hizi si mistarabika wewe, shukuru Mungu. Hivi mimi niko tano naongelea wewe. Hii miguu yote imepata zaruba unaona? Hii nilikatwa huko nyuma na wenye mji wao. Nikatobolewa hapa. Nikakaa mwimbili mwaka mzima, unaona tena hizi. Unaona mguu. Alafu mimi niko live ujue. Wewe mwingine sasa hizi ungeona, ubisho ungeficha. Ungepaka mafuta samli, mimi niko kiuhalisia babu. Unasemaje? Unasemaje? kwani ili tumbo linawaboa? Ili tumbo linawaboa? Acha kunitibua wewe. Kila ukiposti tumbo tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, wapa, tumbo, tumbo ili, uwezi, ili tumbo linaboa sasa. Ili tumbo linaboa. Kwa hapa mshamba wewe. Ngo tumbo tumbo limefanyaje? Afu ili uliwezi ili tumbo lishavumilia shida ili. Oya, tumbo lina historia ili. Tumbo limepambana kushinda wewe. Oya, tumbo linaweza ili sonona lipopigwa pigwa makasi mikasi kibao. Mambo operation. Wewe ungekuwa ushakufa saa hizi mshamba. Tuheshimiane. Kwani linakuboa nini ili tumbo langu? Linakuboa nini ili tumbo langu? linakubwa nini litumbo langu? We o, siku ya mita imezidi. nakubwa nini siku ya mita kama imezidi? siku ya mita si kiwanja changu hiki? ndio kiwanja changu, mshamba we. O, tumbo tumbo tumbo hii linakubwa nini sasa? hili linakukera nini mshamba? kwani ndio tumbo la kwanza kuliona mshamba wewe Haya, linakuboa hapa linakuboa hapa, lina, lina, lina kukera shamba, eti tumbo hapa. tulieni, tulieni, haya ndo gazoezi, napiga pelele kwani e, apa... tumbo si langu shamba, ndio tumbo silangu, e. Silangu. kwani tumbo lako tumbo lako mshamba, eh, mi niko nyumbani kwangu hapa, aona niko kwa mtu?